Tuilinde sana amani yetu na tuitunze. Cha mwisho ndugu Wilson Mungusa, wewe ni kaka yangu, lakini pia wewe ni mwalimu wangu, lakini pia tumekuwa tunafahamiana miaka 25 iliyopita, na hii miaka zaidi ya kumi umekuwa mwalimu wangu katika masuala haya ya ya, ya uzalendo na kuipenda nchi. Uliniongezea chachu Dr. Wilson ametupa hali kwa kutukonekti sehemu mbalimbali, watufundishe, watuongoze na wengine wametuchukua katika mifumo, ili kuhakikisha tunaisaidia hii nchi yetu. Lakini mtu aliyofanya hivi, mpaka jeshi la zimamoto linafaidika, hawa immigration wanafaidika, sijui polisi wanafaidika kupitia sisi, lakini sio sisi wenyewe, ni kupitia kiongozi wetu wagu walikuwa wakikutana na askari hana kosa lolote, lakini unajisikia huna amani, ukijiuliza, huna kosa, lakini huna amani tu confidence. Leo sisi tunakaa na viongozi wakuu wa ulinzi na usalama katika nchi hii, lakini ni mtu mmoja fikra zake za kuhakikisha watanzania wanakuwa na uzalendo si mwingine, ni Mheshimiwa Profesa George Mungusa stahili sana pongezi. Ndio maana nawapongeza sana ndugu zangu wa kinakaniki kwa lile wazo mlilopata la kumpongeza, kwa sababu amekuwa anapigwa vita. Ni mtu ambaye anatembea juu ya maji na hazami, anapita kwenye moto na haungui, anapigwa maneno hayamteketezi. Haya watu wamekuja wameshindwa, wameamua sasa kunyosha mikono juu. Tumekuwa na taasisi kadhaa tukiziongoza, lakini watu tu kwa fikra zaifu wamekuwa wengine wanaharibu, wengine wanafanya hivi, lakini moyo wake wa ajabu sana. Kama angekuwa ni askofu, ningesema ni askofu aliotukuka sana, lakini kwa kuwa ni mzalendo, niseme ni mzalendo aliotukuka sana. Kuna watu ambao najua kabisa tulikuwa nao huko nyuma na tuliamini ni wa kwetu, na tuliamini tutafanya nao kazi vizuri, tutafika mpaka nchi ya maziwa na asali, katika kuisaidia nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini watu wale wale aliwafundisha namna ya kuingia na kutoka, aliwafundisha uzalendo, alioambia namna ya kuweza kudumisha amani ya nchi hii. Baadaye waliweza kumsaliti, wakaanzisha vyombo vyao, wakaanzia taasisi zao. Lakini kwa macho yetu mawili tumeona taasisi zao hizo zimekufa. Mpaka sasa hivi wamebakia mitaani, hawana kitu, wanawaza kurudi huku, lakini wanashindwa kurudi. Wengine waliweza kumletea maneno mabaya, hata tuma mbaya sana. Labda angekuwa ni mtu wa kawaida kawaida, labda wangeweza kutumia e, viongozi wasio waaminifu katika nchi hii, labda wamnyanyasa. Lakini kwa sababu ninajua huyu sio mwananchi wa kawaida, ila ni mwananchi mwenye nchi yake hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndio maana anaweza kupita hata katikati ya moto na katikati ya maji. Huyu anastahili kupongezwa kila mtu. Wazo ambalo mimi nalileta leo naongezea kwenye wazo lenu lile la kumpongeza huyu sio mtu akumpongeza kumpongeza siku moja, u tunakaa kami miaka minne au mitatu au miwili. Mimi wazo langu kwa wana IPI, mahali popote mlipo, ninaongea kama kama kiongozi na afisa katika International Peace Information, na ninaongea pia kama kwa nafasi yangu niliyonayo katika International Peace Information, eh, ambayo inatambulika kama E, SPO ama security eh, peace officer, ninashauri wana IPI, huyu mtu tumshike, lakini tumwenzi kila mwaka kila mwaka, uunge kamati, tuwe na sherehe ya kumpongeza huyu esweu wetu, na aneishi maono ya kuisaidia nchi. Hawa watu ni adimu. Vid maisha ndo haya. Niongee kama balozi kidogo ya, ya amani, kuna mambo makubwa mawili. Kuna kitu kinaitwa kutatua mgogoro au kutatua migogoro, na pia kuna kitu kinaitwa kuzuia mgogoro. Sasa kuzuia migogoro inategemea uwezo wako wa kutambua viashiria vinavyoleta mgogoro. Huyu kiongozi wetu ametusaidia sisi kuzuia migogoro, lakini pia ametu, ametufundisha kupitia vitengo mbalimbali katika nchi hii, kwa kutukoneti, kuhakikisha tunazuia migogoro na tunatatua migogoro, ili amani ya nchi hii iendelee kuwepo.